Sheria ya ununuzi wa umma kifungu cha sitini na nne cha sheria ya ununuzi wa umma kimeanzisha makundi maalum ambayo yanaruhusiwa kufanya kuomba zabuni mbalimbali za serikali. Makundi hayo maalum ni vijana. Vijana mpo? Kwa hiyo vijana, sheria imewatambua nyinyi, mnaruhusiwa kuunda kundi ambalo linaweza kuomba zabuni. Yako makundi ya wanawake, yako makundi ya wazee, yapo makundi ya watu wenye ulemavu, nao wanaruhusiwa kuanzisha makundi na kuomba zabuni za serikali. Kwa hiyo mimi hapa sasa, naomba nijikite kwa vijana kwamba serikali imewapa fursa ya kiuchumi kwamba mnaruhusiwa kuomba zabuni za serikali ili mfanye kazi mbalimbali mbali za serikali, au muuze bidhaa mbalimbali serikalini, na muweze mwisho wa siku muweze kupata fedha. Kwa hiyo namna ya kujiunda kwenye makundi, kwamba watu watano mnaweza kuungana mkatafuta jina leno la kikundi na mkajisajili kikawa kikundi. Kwa hiyo kikundi kinaundwa na watu watano kuanzia watu watano hadi watu ishirini. Sasa labda wengine hamjui, leo hii ni fursa nawapa muweze kuelewa na muweze kuunda makundi hayo, lakini mnaweza kwenda halmashauri halmashauri yenu pale, mkienda mtakuta maafisa maendeleo ya jamii. Maafisa maendeleo ya jamii wanatoa elimu namna ya kuunda vikundi, kwa hiyo watawaelekeza mfanye nini ili kikundi kiweze kuundwa. Mkisha kiunda kikundi chenu, kinasajiliwa na kupewa cheti pale halmashauri. Mkishasajiliwa tayari kwa hiyo ili muweze kunufaika na tenda za serikali, yule afisa maendeleo ya jamii anapeleka vile vikundi kwenye mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA. PPRA wanawasajili kwenye mfumo unaoitwa Nest. Kwa hiyo ukiingia kwenye mfumo tayari, utakuwa na uwezo wa kuomba tenda za serikali. Sasa hii sheria ya ununuzi wa umma kifungu cha sabini na tatu kinaelekeza taasisi zote za serikali zifanye ununuzi kupitia mfumo wa kielektroniki Nest. Kwa hiyo taasisi zote za serikali zimesajiliwa kwenye mfumo wa Nest. Kwa hiyo ukiingia kwenye Nest utaziona taasisi za serikali zilizopo, zilizotangaza tenda za serikali. Kwa hiyo taasisi za serikali zinavyotaka kununua bidhaa, zinavyotaka kutangaza kazi fulani lazima zitangaze kwenye mfumo wa NEST. Kwa hiyo utaomba zabuni ya serikali. Ukishaomba na ukafanikiwa ukapata, basi unatakiwa ufanye kazi hiyo ya serikali uliyopewa kwa uaminifu, kwa uadilifu, na umalize ile kazi kwa viwango vinavyotakiwa, na baada ya hapo unalipwa fedha yako. Kwa hiyo kiuchumi tayari utakuwa na uwezo sasa na faida nyingine ya kujiunga kwenye vikundi ni rahisi kupata mtaji, kwa sababu mara nyingine halmashauri huwa zinatoa mikopo, huwa inatoa mikopo kwenye vikundi. Haitoi mkopo kwa mtu mmoja mmoja, ila inatoa mkopo kwenye vikundi, watu waliojiunga kwenye kikundi. Kwa hiyo utakuwa na uwezo wa kuomba mikopo. Kuna mikopo ya vijana, kuna mikopo ya wanawake kuna mikopo ya wazee, kuna mikopo ya watu wenye ulemavu. Kwa hiyo kila mwaka inakuwepo kwenye bajeti za halmashauri. Kwa hiyo sasa wewe kwa sababu huko kwenye kikundi unakuwa hujui, na unakuwa huna fursa ya kukopa hiyo mikopo. Kwa hiyo ni vizuri ukajiunga kwenye, ukao kwenye vikundi na vikundi vyenu vikasajiliwa, vinapata fursa vya kuomba mikopo.